Um, kama tulivyoanza kuhusu LC Waikiki tulisema kwamba nia yetu kubwa ni kila mtu aguswe <muchilis> masuala ya bei tukapunguza bei, yani vitu very affordable. Maduka classic vitu very affordable. Wengine wakasema sijui labda mlimani mbali, mbali ma sawa, tunagusa huko huko Moroko. Kwa leo tumekuja hapa Moroko Square rasmi tunazindua duka la LC Waikiki kwenye jengo hili. Kwa hiyo hamna visingizio, eh? Kuna midosha, yani unaogopa kuja sehemu kama hizi? Hivi umeona mimi nilivyo tupia hivi vitu vyangu, ni LC Waikiki viatu flo flo, ni nguo ya bei gani ambayo unaoshe kununua? Bei zangu ni za LC Waikiki, nizalikikipitianiume utaona shirts zile 39000, unaona uh, pale <laughs> trousers pale tulikutana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, uh, uh, ilikuwa maeneo ya Faya, kuna brand nyingine pale Ndiyo. Iko pale kuna duka lingine. So nahisi utofauti wa duka lile na duka hili ni nini? ni, ni, um, okay, kwanza kwa prices price range zipo vilevile usa, usafi vilevile vile, AC safi maduka yanang'aa vizuri nadhani ni, ni location tu, kwa sababu ni brand ya kimataifa kwao, kuna standard zake za inatakiwa iweje, kuna kwanza hicho, eh, standard zake za maduka inabidi yaweje. Kwa hiyo usai huo upo maduka yote labda location tu tofauti. Sawa, hapa Dula akasema yeye amesema leo anatoka na mzigo wa milioni tatu laki tano laki tano. Sasa Leonardo najua bana begi sasa hivi lipo Najua tutatoka na mzigo wa kutosha. Wewe umepanga mzigo wa kiasi gani? Huyo amesema shilingi ngapi? Laki tatu. Nimenunulia tuzo nguo <laughs> <laughs> Uh, mi nitachukua kama laki uh, laki tano laki laki laki na ah, <laughs> elfu kumi sasa kadogo na noma nguo mia tisa yani <laughs> Ndiyo, akiwemo Dullah, mara nyingi hivi, shopping zangu ni za uhitaji, mm. Saga msanii usionekana na mgu, nguo moja mara nyingi k anakuta kuna show na nafanya shopping ya nguo za show na nyingine nyinginezo, ni show ya kuchekesha ehe. Eh, hasa nikienda na madam pale, wewe unaweza ukaenda na budget ya laki mbili mkatumia laki tano <laughs> eh, sio kwenye nguo zake, nguo zangu, kwao anapenda nipendeze zaidi. Eh, kao amna budget specific naamna muda specific, mara nyingi ni show show, ila ukienda unanunua na vitu shape, shape tu mavazi mpaka mwili mm, nimesema eh, na na na me... huamini kama Leonardo anaweza kuwa mchekeshaji bora, hiyo oh, kauli arekebishe huyu, kasema ni mchekeshaji bora kuliko wote oh, kwa mwaka huu mimi niweke sawa, niseme amepewa tuzo ya aina hiyo mimi sijasema ustahili, nimesema kwamba usi huyu kakuita kwamba Mchekeshaji bora, mchekeshaji bora. Mchekeshaji bora. Bora. E. E. Kwani, kwani mchekeshaji bora kuzidi wachekeshaji, nimesema kapewa tuzo hiyo au uiweke hivyo kapewa, hajatunukiwa si ndio? Basi ndo kuchukua mpaka kapewa, maana yake watu wameona anastahili. Sasa mimi mwandaaji, sasa mtaona mimi katupiga sasa ina kuchekeshaji kuchekeshaji. Ah, ni wengi bwana. kwamba Leonardo ni bora kuliko Dula? Ah, wewe sema, mimi mimi ni ni bora, kwa Hili swali muulize la tuzo, ndo inasema hivyo. Wewe, wewe, wewe unasemaje? Ah, mimi siwezi eti yeye ni ni bora bora kuliko na na Leonardo eh, wewe na Leonardo sasa jamani, si ndo tuzo? Kwa mjibu wa tuzo, content creation ana vitu vingi zaidi. Kwenye stand up labda Uh, matangazo huko kuna mchapa, yeah, mchapa nice. <laughs> Yeah. Yani yeah, kwenye, ili, na nyingi, uh, ya nyingi, <laughs> kwenye kwenye clip mbaya zaidi na creativity nyingi alafu frequency ya kupost ipo nyingi zaidi. Mimi nasikiliziaga sana kidogo kwenye kwenye <content creation>. Kwenye kwenye <laughs> lakini kiujumla so Stand up yote miguu miwili Kiswahili, Kiingereza. Ah si ndio hicho nilichosema. Alafu kwa issue ya lugha. Sawa. Ah sio lugha tu. Mimi Kiingereza najua ila sio kukichezea. Unajua ukifanyaje? Kabisa inaonekana watu wa comedy hawajui kuvaa, ama sometimes sio wakali kwenye mavazi, na wengine wanaonekana hata hawajui kujibrand kwenye hili ambalo ni la duka na ambalo mmepata nafasi watu waitegemee picha ya namna gani kwenye uvaaji wenu na rais wametumia vigezo vipi kuwapa ubalozi au influencer kwenye masuala ya mavazi huko? Wenda jamii inaona tofauti kabisa. Kwa nzuri, ndo nilikuwa nasema, hata mngeshusha hata hata tuone kweli hatujapendeza jamani. Kiukweli, tangu nianze kufanya kazi na LC Waikiki nimekuwa nikizingatia sana mavazi uh, kwa sababu kwanza ni brand ambassador, ni image mm. Alafu pili uh, nimeanza kupenda kuvaa Influ, imeni influence hadi mimi mimi, kazi yangu ni influencer, ku influence watu, lakini LC Waikiki imeanza kuni influence mimi napendeza na vaa vitu vizuri na mwili una support. Mm-hmm. Na kuna mtu pia ananini support, kama unavyoona naye ameshaanza kutafuta mbali sana. Ameenda kwenye nani, kuangalia nguo huko. Sasa si haje hapa nani? Eh, duka. Atakuja, atakuja. Kwa hiyo sisi kama, uh, mimi kama influencer wa LC Waikiki, mimi na familia yangu tumeshaanza kuwa mfano hai wa wateja, tunazunguka kucheki vitu vizuri. Nini ambacho unazingatia ili uweze kupendeza? Uh, cha msingi ni vazi la kiume hicho. Hey, cha kwanza kabisa alafu, siutowai kuona hicho. Labda kwenye ndoto zao. Kwanza lazima nguo ya kiume. mm -hmm. Alafu pili inifit vizuri. Mimi kuna kitambo nilikuwa napenda kuvaa begi clothes mm -hmm. mashati makubwa ya yeah. zamani ya azojazi mm -hmm. mm -hmm. E, lakini sasa hivi navaa zinazoni fit kwa sababu kamwili amekuja na mm -hmm. kwao napenda kuvaa lakini pia navaa zote, za uh, za ki kiujana mm -hmm. uh, pia na za kiutu uzima. okay yeah. Na muuliza Dullah swali Dullah, ili uweze kupendeza lazima una nguo mpya au ni kodi? Ah, nazani mipangilio uh -huh. eh, unaweza kwa ni zile zile kuna ya zamani unaitia katikati, unaelewa? kwa mm -hmm. yeah. sababu kubadilisha kila saa nguo mpya, juu unaweza ukaweka mpya chini ya zamani, unaelewa? mm -hmm. chini ya zamani, juu mpya mm -hmm. au juu chini ukaweka yeah. chini kiatu cha zamani huku juu, kote ukiweka vyote kwa pamoja, au ukiweka vyote vipya ukiwa uchi utapendezaje? Kwenye category kwa mfano ingekuwepo mchekeshaji anayependeza kuliko wote, nani angechukua? Ningenyima, watu wangepiga kelele, ningenyima kati yetu huko na wengine wote, katika mtu waga anajitesa kuvaa ni zaidi zaidi. Kwa nini ana complicate? Yaani sio complicate, anampenda a anaona kama anamtupa kila saa. Kwa hivyo sasa, inabidi kwanza Jumatatu nimlete hapa kunajeausi ananionajeana yani, kupendeza kote huku bado unamtaja saidi saidi. Sasa si uhalisia. Hmm, eh? kwenye kuwaka, mimi nahisi tuzo, ila kwa kwanzia sahizi, kwa sababu nahisi ni tumepata nafasi ya kupata sehemu kama hii Elsway Kiki Ukisema tuendelee kuacha kama apendeze Said Said, tutakuwa waongo mkanda yani mikandambao, lakini inasemekana wanaume pia <laughs> wanasahau sana kununua hizo vitu, wanajisahau yani mpaka vinaisha, vinatoboka na vitu uh, vingine. Wewe kama mama Leonardo, experience yako kwenye kununua baadhi ya nguo za mpenzi wako, kama auja kufanya ukifanya ya ndo mimi yeah. Kwa majina naitwa Lucy au mkewe yaani tayari kichwani <laughs> <laughs> <laughs> you know eh, okay. Okay. Anamalizia kujibu kwanza yeah. Ah, yeah, yeah. yeah. Kwenye swala la nguo mi nimemkuta kitofauti tofauti kwao, nilivyoingia mimi nikatamani yawe tofauti Yeah. Uh-huh. Yani shemeji ya kutana ya mm, na LSU ikiki, kwa wote wameshirikiana kunibadilisha, okay. Mm. So, uh, t-shirts, yeah, na mashati ya mikono mirefu. Yeah. Yeah. Kawaida a large. Kuna boksa alinikataza kutumia, alinikuta boksa za drafti hizo, e na boksa zake moja elfu kumi mimi nishazoea tatu elfu kumi Kwa hiyo hilo swala amenisaidia. Yeah, sawa, mko hapa leo kwa mfano, unanunua nguo nyingi, nipeleze hapa nini ambacho natamani, au ununue, ambayo unaona hana nyumbani uh... tutaongeza leo. Tumekuja kuongeza sasa. Huyu uwaga uh, navaa sana hey, yani ukiwa na kaokesheni kidogo tu, tunaingia tunachukua kigauni, tunachukua viatu, tunaenda kwao, sio kwamba mara nyingi nini. Mara nyingi utasikia bbi, Jumatano tunaenda sehemu fulani Najiongeza hela yosha na nini ambacho kumleteza au magauni viatu sana mabaya eh, hayo hapana. Ila hii hii hapa hii inabidi yeah, nifanye kitu kwenye maswala ya habari sawa, labda tuende, okay.